Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba kwa mara ya kwanza tangu kuumbwa kwangu leo ndio rais amehutubia bunge na mimi nikiwa niko bungeni. Hiyo ni kitu ambacho namshukuru Mwenyezi Mungu sana, na nawashukuru sana wananchi wa Kigoma mjini kwa kunichagua na kunipa nafasi ya kuingia bungeni, na leo hii nimeshuhudia hotuba ambayo inatupa urahisi sana sisi wa bunge ambao tumechaguliwa na wananchi uh, kwenda kutekeleza yale ambayo tuliyowaahidi wananchi. Uh, nje ya uh, mambo yote ambayo uh, Mheshimiwa Rais ameongea, lakini angalia namna ambavyo amegusa kwenye vijana. Angalia namna alivyogusa vijana, amefikia hatua mpaka serikali ya awamu ya sita inaamua kuanzisha wizara ambayo itakuwa na dini na vijana peke yake. Angalia namna ambavyo Dr. Samia Suluhu Hassan anaamua kuwaingiza vijana bungeni na ni kuwaingiza vijana Ikulu ili wawe washauri waende wakamshauri. Angalia namna ambavyo Dr. Samia Suluhu Hassan anaenda kugusa kwenye ahadi yangu ya barabara kwa kuongeza pesa TARURA, kuongeza pesa TARURA. Tafsiri yake, TARURA inaongeza wigo wa kutengeneza barabara. Nitakupa mfano, jimbo la Kigoma Mjini, TARURA uh, wana, wana eneo uh, au wana barabara za kilometa zaidi ya 330 ambazo zinatakiwa kutengenezwa kwa rami zitengenezwe kwa lami lakini Tarura bajeti yao kwa miaka mitatu ya nyuma wamekuwa wakipewa bilioni moja, bilioni moja pointi nne, bilioni moja pointi tano kilometa moja ya lami ni bilioni moja hizo pointi tano tuseme ndo zitatumika kama uh, wanasema rutini maintenance kukarabati baadhi ya barabara ambazo zimeharibika na vitu kama hivyo. Sasa kama kila mwaka Tarura watakuwa wanatengeneza barabara ya kilometa moja na wanatakiwa watengeneze zaidi ya kilometa thelathini ambazo kwa, kwa sasa hivi ashatengeneza kama kilometa kama, kama, mia, uh, kama, hamsini na mbili asilimia kama kumi na tano tu ya barabara zote ambazo zinatakiwa zitengenezwe kwa lami Kigoma mjini. Tafsiri yake kama watakuwa wanatengeneza kilometa moja kila mwaka wanahitaji miaka mia mbili sabini ili waweze kumaliza uh, kilometa zote ambazo ziko pale Kigoma mjini. Lakini kwa wazo hili la mama la kwenda kutanua uh, pesa kuongeza hela kwa, kwenye uh, uh, Tarura, tafsiri yake ni kwamba tunaenda kutoka sasa, watu wa jimbo la Kigoma mjini tunaenda kutoka kwenye kilomita moja kila mwaka twende walau hata kilomita ishirini au thelathini kila mwaka, na mimi nitapigania hilo kwa sababu mimi ndo ahadi yangu kubwa ya barabara.